Kwa hivi mamlaka giza ikianza kufanya kazi katika maisha ya wanadamu, ni inaenda kinyume na matakwa na taratibu za kimungu, yaani kweli inaifanya kuwa uongo, ndiyo inafanya kuwa hapana. Mamlaka nuru inafanya kazi kwa namna hii. Wakati mamlaka nuru nasema usibe, mamlaka giza nakwambia iba, utoboe Kariakoo, bila kuiba utoki. Wakati mamlaka nuru nakwambia ili ushe mtegemee Mungu katika duka lako, mamlaka giza na kuambia karoge, nenda panga mweza, nenda Kigoma Kasulu, nenda Kongo, katika ni misitu ukajifukishe, kapigwe tumba, pigwe chale za kutosha, paka za kwenye ulimi kali ya kondo takimbiza. Mamlaka nuru mekwambia mtegemee Mungu, mamlaka giza na kuambia Bwana Mungu anasema jisaidie na sijui andiko umelitoa wapi? Mamlaka nuru nakwambia kuambia usizini. Mamlaka giza nakwambia kuambia mwanangu, angalia mwili unavyowasha, unaonaje hizi pesa kari yako zinapita, na naziacha fedha nao mfukoni, tambo karo nalo kudamba, unapitaje? Yani unamwachaje apite manzi? Unamwachaje apite? mwanamke na mwanaume ana wana... ana era. Mamlaka giza nakwambia zini, uburudishe mwili. Mamlaka nuru nakwambia kuambia, asini hana akili. Zinapishana. Mamlaka giza nakwambia ili ufaidike, na ili mjibu mtu vizuri, tukana Mamlaka nuru nakwambia, watukanaji hawataingia katika ufalme wa nuru. Mamlaka giza nakwambia, ili uvutie watu weka mkorogo. Mamlaka nuru nakwambia, usiweke mkorogo, kwani ni vitu pinzani. Mamlaka nuru nakwambia, usirewe. Mamlaka giza nakwambia, jibosi ruhi utawataja vizuri. Unaendaje kazini hujawaeka bando kidogo kichwani? Ni mamlaka ambazo zinapishana, na bahati mbaya, mwanadamu sasa ambaye hana experience ya Kimungu ndani ya maisha yake, mamlaka giza huchukua nafasi kubwa ndani ya maisha yake. Iko hivi, Wakorosai sasa, ndio narudi sasa huku <laughs> Wakorosai sura yake ya kwanza. Bwana, leo ukitoka hapo utaelewa namna kumdhibiti mamlaka giza ndani ya maisha yako, na utakuwa tena mtumwa wa giza, hautakuwa tena mtumwa wa ibilisi. Na hii ndio kazi yangu, mhubiri, kumkanyagia shetani, yaani mpaka ajute.